Namshukran na sana kwa kuchagua Sema na Citizen wakati wa kukupasha taarifa ambazo tumekuandalia kutoka maeneo tofauti. Jina langu mimi ni Mwanahamisi Hamadi, na tunaanza na taarifa kwamba muungano wa wanawake katika kaunti ya Turkana chini ya mwavuli wa Voice of the Women umejitokeza kukashifu mauaji ya kila mara kwenye mpaka wa kaunti za Turkana na Pokot Magharibi. Wakizungumza mjini Lodwar, kina mama hao wanasema inasikitisha kuona kwamba pindi tu viongozi wa kisiasa kutoka pande zote wanapozungumza, mauaji yanafanyika. Uchimbaji migodi mpakani mwa kaunti ya Turkana na Pokot umechangia kuongezeka kwa utovu huo wa usalama na wizara husika imetakiwa kuianisha sekta hiyo ya madini. Kwa kipindi cha wiki mbili sasa, watu kumi kutoka kaunti ya Turkana wameuliwa na majangili wanaoaminika kutoka kaunti jirani ya Pokot Magharibi. Yeah. Yeah. No, we yeah, we Viongozi wetu ambao wamepatiwa nafasi na Mwenyezi Mungu kupitia watu wa kaunti hizi mbili wameendelea kusozana kwa maneno, wameendelea kuitania majina, wameendelea na lawama. Na hayo mambo yanatu, yanatuguza sana, yanatupatia huzuni. Mahafa imepatikana kwa wingi sana kwa kaunti zote mbili, lakini serikali Sijaona wakikashifu, sijaona wakiingilia, sijaona wakisema jambo lolote. So tunashangaa sisi kama kina mama, serikali ina plani gani? Usicheze na maneno ya, ya, ya fifo ya watoto. Mambo ya amani sio ya kuenda kuongea ndio ufurahishe kiongozi fulani ndio aseme ati mimi nimeongea, ulienda kuntetea. Hapa hatujakuja kutetea kiongozi yeyote. Hao viongozi wanaochochea watu mambo ya baundari, inaeleweka. Wacha iwekwe wazi, Mkenya yeyote anaweza ishi Pokot, Mkenya yeyote anaweza ishi Turkana, Pokot anaweza ishi hata hapa. Tuko na Wapokot huko, pia Pokot tuko na Waturkana na wanaishi kwa amani. Taarifa nyingine zinaarifu kwamba miili ya